Ukombozi wa siku ya kuzaliwa halo. Amen, tarehe ya kuzaliwa, mwezi wa kuzaliwa na mwaka wa kuzaliwa. Nisikilize katika kitu ambacho kimebeba uhalisia wa maisha yako, halo. Ni siku ile ambayo wewe unafanyaje? Umezaliwa, unazaliwa katika kitu ambacho kimebeba uhalisia wako. Ni siku ambayo wewe umefanyaje? Umezaliwa. Siku ambayo imebeba utu wako ni tarehe, mwezi na mwaka ambao umezaliwa wewe, manake umeanza kutambulishwa kwenye ulimwengu huu kwa siku ambayo wewe uliletwa duniani. Hello, hello, kabla hujazaliwa ulikuwa utambuliki, ulikuwa ujulikani, lakini ile siku Mungu amekutoa tumboni mwa mama yako akakuweka kwenye hii dunia, toka hiyo siku ukaanza kutambulika. Hello? na vitu fulani vikaanza kutokea kwenye maisha yako ambavyo hukuwepo navyo. Umezaliwa ukiwa hauna jina, ulipozaliwa ukapewa jina. Elewa, so nasikia vizuri. Umezaliwa ulikuwa hauna nguo, ulipozaliwa ukatafutiwa nguo. Ukafanyeje? Ukapewa. Manake siku ile ambayo unazaliwa wewe, elewa, ndio iliyobeba thamani ya maisha yako ya miaka yako ijayo kwenye mbele, kwenye maisha yako. Kabla hujazaliwa, kuna mtu alikuwa anakutambua? kwenye ukoo wako. Hapakuwa panatambulika kwamba utawahi kutokea, utawahi onekana, utawahi kuwa, lakini ile siku umezaliwa, maisha yako mapya yakaanza kujulikana kwenye ulimwengu. Kwa kuna thamani kubwa sana kwa habari ya nini ya siku ambayo wewe umezaliwa, kwa sababu ni siku ambayo Mungu anakutambulisha duniani ni siku ambayo Mungu anakutambulisha kwa wanadamu. Kwa mwanadamu anatambulishwa toka ile siku ambayo ametoka tumboni mwa mama yake, ndio anaanza kutambulishwa kwenye ulimwengu huu. Hello. Hello? Sasa Hello? Hello? kuna mambo kadha wa kadha ambayo waga yanatokea wakati ule ambapo mtu mme ama mtu mme anatambulishwa kwenye nini, kwenye dunia kuna vitu vingi ambavyo waga vinatokea kwenye maisha ya mtu na vile vitu ya mkindo vinapelekea maisha ya watu wengi leo kuteseka, maisha ya watu leo kuhangaika, maisha ya watu leo kusumbuka, maisha ya watu leo kuishi kwenye giza, kuishi kwenye taabu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya siku ya utambulisho wa mtu. Hello, ile siku yule mtu anatambulishwa duniani, adui alikuwa ameandaa ubaya, sio anisikia vizuri. Adui alikuwa ameandaa ubaya kuharibu utambulisho wa yule mtu. Kuna watu utambulisho wetu umeharibiwa. Sio sikia vizuri. Amen. Mungu alikuleta duniani akakutambulisha kama mfanyabiashara. Ile siku unazaliwa kutoka tumboni mwa mama yako, Mungu alikutambulisha kwenye ulimwengu kama mfanyabiashara. Lakini adui ile siku unazaliwa aliwahi utambulisho wako akauondoa. Aliwahi ule utambulisho wako akafanyaje? Akauondoa. Amefanikisha kuondoa utambulisho wako leo. Unatakiwa uwe na biashara, unaishi au una biashara. Sinisikie vizuri. Amen. Hello. No, kwa sababu mafanikio ya mtu yanaonekana toka siku amezaliwa. Mafanikio ya mtu yanaonekana ile siku mtu anazaliwa. Kwa kama mafanikio ya mtu yana uwezekano wa kuonekana siku ile amezaliwa, hata adui, siku ambayo mtu anazaliwa, kuna uwezekano mkubwa wa kuyaondoa yale mafanikio ya mafani yule mtu. Sema Yesu. Yes. Sema Yesu. Yes. Tamka kama mtu shujaa ambaye anataka leo maisha yake afungulie. Sema Yesu. Yes. Ah. Iroganzala sio Yesu wa so mbinguni. Sema Yesu. Yes. Yesu. Bibi nasema alipokuwa anasema nani? Hello. Roho wa Mungu akafanya nini? Akaningia, akanigeuza. Na Bibi nasema walimshangaa Mafarisayo na Masadukayo kwa jinsi vile ambavyo Yesu alikuwa anaongea Bibi nasema aliongea kama mtu mwenye nini? Mwenye mamlaka. Kwa unapokuwa unasema Yesu, nisikilize. Na wewe ni mwana wa Yesu Kristo. Tamka kama baba yako. Bibi nasema alivyo mwana ndivyo alivyo nani? Ndivyo alivyo baba. Kama wewe Yesu wako, maneno yake yalionekana kama ya mtu mwenye mamlaka kubwa. Maana kata na, unapokuwa unatamka kitu, kitamke kionekane kwenye ulimwengu alio kama mtu mwenye mamlaka kubwa kama baba yako wa mbinguni maneno yake aliyokuwa natamka yalionekana kwa Mafarisayo kama mtu aliyejawa nini? Mamlaka. Hata wewe unapokuwa unazungumza maneno yako yafanye yaonekane kwenye ulimwengu wa roho kama mtu ambaye amejaa nini? Amejaa mamlaka. Hello? Amen. Kwa hiyo siku yako ya kuzaliwa, adui anaweza kufanya vitu ambavyo sivyo akavuruga kila kitu chako. Na ukaishi kwenye historia ya mateso kwa sababu ya ile siku ambayo umezaliwa. Ukaishi kwenye mazingira ambayo sio kwa sababu ya siku ambayo umezaliwa. Adui anaweza kukabidhisha vitu ile siku unazaliwa. Hello? Na amekukabidhisha vitu ama kukabidhisha vitu ukatembea navyo maisha yako yote. Na vikaleta galama kubwa na athari kubwa kwenye maisha yako. Kwa ukichukulia siku ya kuzaliwa kama ni siku ya kawaida nisikilize, maanake umeyachukulia maisha yako kama ni maisha ya kawaida. Kuna watu siku zao za kuzaliwa wanalisishwa uchawi, wanakabidhishwa mikoba, wanakabidhishwa uganga, wanakabidhishwa matambiko, wanakabidhishwa mailizi. Yaani ile siku tu mdo anatoka tumboni mama yake ti wazee wanamkabidhi vitu kwa yule mtu anaishi na vile vitu maisha yake yote, anateseka na vile vitu, vinamtesa vile vitu. Kila anapojaribu kutafuta mafanikio, vilivyokabizwa kwenye maisha yake vinapambana na yale mafanikio. Sio nasikia vizuri? Nikasema Ijumaa, unamkuta binti mdogo ana miaka kumi. Hello, sio nasikia vizuri? Anajua uchawi, binti mdogo ana miaka kumi, lakini anajua nini uchawi ni kachawi na sio kachawi tu kana, kana, kana, kana, kana cheo kwenye ule uchawi. Unakuta hako ndio anakaita kabosi, wala katumikia. Hebu tufikirie kwenye maisha yako, kama mtu ana miaka kumi na nasududiwa kwenye kwenye kwenye nani, kwenye kilinge cha kichawi, maana yake yule amekabidhishwa uchawi lini na amefundishwa uchawi lini? Maana yake toka siku tu anazaliwa akakabidhiwa mikoba ya nini, ya uchawi. Amekuwa na ule uchawi, kadiri anavyozidi kukua ndivyo anavyozidi kuongeza spidi ujajua mambo ya kichawi. Kwa huyu mtu asipopata msaada wa kimungu, nini kitatokea? Atakuwa anajaribu kutafuta kupambana kwa habari ya mafanikio, kwa sababu uchawi huyataki mafanikio. Mm. Uchawi uko kinyume na mafanikio. Yaani kama wewe umekabidhiwa mikoba ya aina yoyote, sikiliza, ile mikoba haitakuwa sawa na mafanikio yako hata siku moja. Kwa sababu uchawi hauko sawa na mafanikio. Ukinyume cha mafanikio ya wanadamu. Mtu anapokuwa amekabidhiwa ule uchawi, nisikize, nini anafanya? Kufanikiwa kwake itakuwa ni kazi. Kila anapojaribu kutaka kufanikiwa ule uchawi usikubali, so mafanikio unapambana na ile mafanikio yake. Unanisikia vizuri? Sema leo nasambaratisha, leo nasambaratisha, hata mwenye uhai. Sema leo nasambaratisha, leo nasambaratisha kila nilichokabidhiwa, kila nilichokabidhiwa nikiwa mtoto mdogo, kiwa mtoto sema leo leo na kisambaratisha, na kisambaratisha. Kuna maisha unayapitia ni kwa sababu ya vile ambavyo ulikabidhiwa kiwa mtoto mdogo, vimesimama kwa kinyume na mafanikio yako. Nionyeshe mchawi nani ambaye amefanikiwa, sio? Nisikie vizuri. Nionyeshe nani anajiita mchawi amefanikiwa. Nini uchawi u kinyume cha mafanikio. Palipo mafani na uchawi, hapana mafanikio. Fuatilia mazingira na maeneo ambayo yana historia ya uchawi, fuatilia hayo maeneo, hutakutaga nyumba ya samani imejengwa kwenye lile eneo, hutakutaga maendeleo yamekaa pale, maendeleo ya kuonekana. Nini? Ni kwa sababu kilichoko pale kiki nyume cha mafanikio ya wanadamu, na nicho ambacho wamekabiziwa watu asa kama hakitaharibiwa hakita, hakitavunjwa, hawa watu kufanikiwa inakuwa ni kazi. Sema leo na sambaratisha, leo na sambaratisha. Nisikilize vizuri, vile ambavyo la Mungu anaongea nawe Hello? Hello? Hello? Hello? Amen. Hello. Amen. Inawezekana isiwe we umekabidhiwa mikoba, sawa, kakabidhiwa ndugu yako kwenye familia, kwenye uzao wa tumbo la mama yako kama inuliwa kwa mtu akakabidhiwa ule uchawi, maana yake kale kale ilikuwa kabidhiwa uchawi, kata kuwa kinyume na yale mafanikio ambayo unayatafuta, kata shindana na wewe kuhakikisha ufanikiwe. Leo kila ambaye yuko kinyume nayo apigwe radi awe mtakatifu kwa jina la Yesu. Amen. Yes. Kila anayecheza na mafanikio yako leo apigwe radi awe mtakatifu kwa jina la Yesu. Amen. Sema nasi moto Ko ile siku umezaliwa ama siku mtu anazaliwa anakabizishwa vitu fulani ambavyo vinamtesa katika hali ya mafanikio yake. Kila anapojaribu kupambana kutoka kimaisha, vile ambavyo amekabiziwa vinakuwa kinyume na yeye. Kuna wengine hawakabizishiwi, hello, wengine wanatamkiwa. Wengine wanafanyaje? Wanakabizishwa kwa kutamkiwa. Wanatamkiwa vitu ile siku wanazaliwa, wale watu. Kwa wanaishi na yale matamko ambayo yalitamkwa toka siku wanazaliwa. Kwa yale matamko yanakuwa kinyume na hali zao za kifedha. Yanakuwa kinyume na hali zao za kiuchumi. Yanakuwa kinyume na hali zao za masomo. Yanakuwa kinyume. Unajua kusikiaga? Unajua kusikiaga? Unajua kusikiaga? Watu wa, wa, wa, watu wanakuwa kinyume na wewe kwa sababu umezaa watoto wazuri. Unajua kusikia hicho ana watamkia, tutaona watafika wapi? Hello? Hello? Hello? Unaishi na watoto lakini kuna matamko ambayo wametamkiwa ile siku wanazaliwa, kwa sababu Mungu amekupatia neema ya kuzaa watoto wazuri. Si unasikia vizuri? wenye vipawa vikubwa, wenye elimu kubwa, wenye uwezo mkubwa. Adui amejua ya kwamba huyu mtu amebarikiwa tumbo la kuzaa watoto ambao wana neema kubwa, kwa anachokifanya kila unapokuwa lebo, unaenda kuzaa, anakuwa karibu na wewe Hello. anapokuwa karibu na wewe, maanake anakisubiria kinachotoka ili apande neno lake. Kinapotoka tu tumboni mwa mama huyu, kinatembea na lile neno ambalo limetamkwa na huyo mtu. Sema leo naachia radi kwa jina la Yesu. Leo naachia radi kwa jina la Yesu. Sema narusha moto. Narusha moto. Kwa sira rusha moto, sema fire. Fire. Imekuwa. Amen. Amen. Amen. Amen. Hello. Amen. Ukisoma kitabu cha Yeremia, ile sura ya kwanza kuanzia mstari wa nne hadi wa tano. Mstari wa nne hadi mstari wa tano. Biblia inasema. Biblia inasema. Ndio. Neno la Bwana Bwana neno kusema, kusema, la sijakuumba sija kuumba kwenye tumbo la mama yako nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa, na na nimekuweka kuwa, kuwa nabii wa mataifa. Hello. Yeah, Mungu anaitabiri siku ya nani? ya nani Yeremia kuzaliwa Mungu anamwambia Yeremia, kabla sijakuweka tumboni mama yako nalikujua, kabla sijakutoa nalikutakasa. Alafu anamwambia kuzaliwa kwake ni kwa sababu gani? Nimekuweka kuwa nabii wa mataifa yote. Sio, nisikie vizuri. Maana Amen. Hello. Amen. siku ya kuzaliwa kwako kwa inatambulisha kila ambacho umekibeba. Mungu anamwambia kabla sijakuweka tumboni mama yako nalikujua kabla sijakutoa nilikutakasa. Hello? Amen. Hello? Amen. Nimekutakasa kwa sababu gani uwe nabii wa mataifa. Yeremia anapewa utambulisho wake wa kuzaliwa kwamba ile siku unazaliwa wewe ulizaliwa kwa sababu ya kuwa nabii wa mataifa. Manake utambulisho wako wewe umebebwa na siku ambayo umezaliwa. Hello? Amen. umebebwa na nini? Na siku ambayo umezaliwa Mungu anapokuwa nakuleta duniani si unasikia vizuri, anapokuwa nakuleta duniani. duniani maanake, anakuleta huku akiwa ameweka kusudi ndani yako, na lile kusudi ambalo anakuwa ameliweka ndani yako ndio utambulisho wako. Lo, ndio utambulisho wako. Maanake lile kusudi ndio utakayokutambulisha maisha yako. Ukisoma kitabu cha Ufunuo Yohana, kitabu cha Ufunuo Yohana Yes. Ile sura ya 12 kuanzia mstari wa kwanza. Biblia inasema. Maandiko yanasema. Na ishara kuu ilionekana mbinguni. Twende kwa speed. Na ishara kuu ilionekana mbinguni. Mwanamke aliyevikwa jua. Mwanamke aliyevikwa jua. Na mwezi ulikuwa chini ya miguu yake. Na mwezi ulikuwa chini ya miguu yake. Na juu ya kichwa chake taji ya nyota kumi na mbili. Na juu ya kichwa chake taji ya nyota kumi na mbili. Naye alikuwa na mimba akilia. Naye alikuwa na nini? Na mimba akilia. Hali ana utungu na kuumwa katika kuzaa. Ana utungu akiumwa katika kufanyaje? Ikaonekana ishara nyingine katika kuzaa, endelea. Ikaonekana ishara nyingine mbinguni. Bibi nasema mwanamke huyo akiwa katika hali ya utungu na kulia katika kuzaa, ikaonekana ishara nyingine mbinguni. Natazama. Natazama. Joka kubwa jekundu. Joka hello joka kubwa jekundu. Bibi nasema mwanamke huyo akiwa katika hali ya utungu hello na kulia katika kuzaa akiwa katika ile siku ya kuzaa, maandiko anasema ikaonekana ishara nyingine. Yes. joka mwingine nani? Mwekundu. Maanake adui anasimama ile siku mtu anafanyeje? Anazaliwa. Mwanamke huyo anataka kuzaa, maandiko anasema akiwa katika utungu, katika hali ya kuzaa, ikaonekana ishara nyingine mbinguni, joka halo yeah, kwa nini joka kwa sababu kuna mtu anatakiwa afanyeje Azaliwe. Azaliwe. Maana siku ya kuzaliwa huyu jamaa uovu unatokea. Yes. Ubaya unatokea baadaye kuonekana malaika bibi nasema akaonekana joka. Nini siku mtu anazaliwa Endelea. Natazama. Natazama. Joka kubwa jekundu. Joka kubwa jekundu Alikuwa na na juu ya vichwa vyake vilemba saba, na juu ya vichwa vyake vilemba saba, na mkia wake wakokota theluthi ya nyota za mbinguni, na mkia wake wakokota theluthi ya ya nyota za mbinguni na, na kuziangusha katika nchi. Na yule joka akasimama mbele ya yule mwanamke. Biblia sema, na yule joka akasimama mbele ya yule mwanamke aliye tayari kuzaa, aliye tayari kuzaa, ili azaapo, ili azaapo, amle mtoto wake, amle nani, mtoto wake, mtoto wake sasa, isikia so vizuri. Amen. Amen. Manake, adui anasubiria ile siku mtu anazaliwa ili afanye ubaya. Bibi nasema na yule joka akasimama mbele yake akimsubiri huyu mwanamke ili azae. Akishakwisha tu kuzaa huyu mwanamke, mtoto aliwe. Hello. Amen. Hello. Amen. Hello. Amen. Manake, kuna hatari kubwa kwa habari ya siku yako ya kuzaliwa. Yesu anazaliwa maandiko yanasema, akasimama joka, anasubiria tu Yesu azaliwe, ili joka afanyaje? Ameze nini? Kwa nini huyo joka hajamsubiri siku mwanamke amewekewa ame, ame, ame, ame, ame uwezo wa kubeba mimba na Mungu ndani yake? Kwa nini asimuombe huyo mtoto ndani ya tumbo? Anasubiria ile siku ambayo mtoto anazaliwa. Maana siku ...kwa kuzaliwa ndio iliobeba kila kitu chako kwenye maisha yako. Amen. Ukicheza na siku yako ya kuzaliwa umecheza na maisha yako ya milele. Hello. Ukicheza na siku uliozaliwa umecheza na maisha yako ya milele.